Labda kuondoka kwa Stefan Aziz K kunaweza kukaiacha Yanga katika hali gani? <coughs> Ah, bahati ba, nzuri au mbaya. Kwenye, kwenye mpira timu ni nasemaga, wakati mwingine timu ni ya mashabiki yani sunaiona Yanga ile pale, ina Pacome, ina Chama si ina Maxi, ina Mwamnyeto, ina Baka, ina Jobu si wap, kuna management pale akina Helsi akina Arafat, akina alikamwe wale, kuna siku wataondoka sio, umeelewa? Alafu mashabiki wao bado watabaki, kwa hiyo timu haipo kwa ajili ya mtu mtu mmoja. Yanga wao wanachojaribu kukifanya tutasema kwamba mpira ni business, ambayo kwa sasa Uh, au tutakupa mfano mmoja kwamba uh, klabu yote duniani chanzo cha kwanza cha ja mapato ni kuuza na kununua mchezaji, mchezaji. Baada ya hapo vyanzo vya pili vya mapato ni zile source revenue za mashabiki kuingia mm, kuingia uwanjani. Then hizi endorsement za sui za wadhamini ni vitu vya ziada tu kwenye, kwenye mpira. Kwa sababu itafika muda tu utaona sometimes hata hauna wadhamini mm. Sasa kama klabu naishiji kwa mwisho wa siku lazima uangalie sosi zako mbili za msingi unazitengenezaje, kuuza wachezaji. Na viingilio vyako unavikusanya vipi? Una, vi vip. Una promote vipi timu yako kuhakikisha kwamba inakuwa na value hiyo ya kuhakikisha kila shabiki ana enjoy kuja, kuje kuiona na kulipa, kulipa viingilio. Then mchezaji unamtengeneza katika thamani hii. Unamwangalia Stephane Aziz Ki ambaye ni MVP wa msimu uliopita na topu skola wa msimu uliopita, kwa hiyo thamani yake ilianza kutengenezwa tangu msimu uliopita, lakini msimu huu wakati unaanza hakuwa na nyakati nzuri sana ingawa daraja lake bado liliendelea kwa bora lile lile. Mwishoni, hmm. Hapa umekuja ume kuona kila kitu kinaanza kurudi kwenye, kwenye ubora wake ko kuna namna ambayo unasema kwamba kwa Yanga ni dili ambalo ni negotiable na tunasema ni negotiable kwa kuna, na vilabu vingine wao kama wameona kwamba kwa wakati huu ni, ni, ni vyema ndo wamtoe kwa ambapo tayari haja haja flow ni heri kwao kwa, kwa, kwa sababu mwisho wa siku wanaweza wakauza thamani ambayo wana uwezo wa kwenda tena kumtafuta ziki mwingine, ingawa sifa haziwezi kufanana. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima waingie waingie tena eh, sokoni kutafuta mchezaji ambaye anaweza kaja kaofa kile kile pengine ambacho Stefan yuko nacho lakini ukumbuke bado anaye Clatous Chota Chama ambaye pia anafanya anafanya hivyo vitu, si ndivyo? Na tumetoka kumzungumzia kwa kwenye daraja lake, kwa kuna namna ambayo unaangalia kama club, unaelewa ni kwa nini wamemuuza, cha kwanza nini ambacho kimekuja meza, lakini cha pili mchezaji lazima akue, umetoka Asek umeenda Yanga, unaenda Wydad, si umeelewa hilo daraja? Asek hawezi kuwa kama Yanga. Kwenye na, rank, na Yanga, Yanga hawezi kuwa kama kama Wida kwenye kwenye rank si umeelewa. Kwa hiyo itatoka siku na penye utaona tu na kwenye Wida pia anafanyaje, anaondoka, itategemea tu na eji yake inapanda, ina, ina, ina vipi na grafu yake ya performance inakuwa ina vipi, so vipo vilabu majanti kuliko kuliko Wida hapa hapa Afrika, Afrika. Afrika. Tunaona okay. Ahali ambavyo wanafanya wa sababu zaidi kuliko, kuliko Wydad Ko. Kuna, kuna namna ambayo lazima urespekti biashara ya mpira alafu ni lazima pia uangalie maslahi ya mchezaji we mwenyewe kama alikuwa anapokea labda milioni 20 30. Au kama widadi wakija wakisema basi tutakulipa milioni na inasemekana anaenda kupewa mara tatu ya alichokuwa akikipewa Yanga. Tukiachana na hilo hapo, je, labda kwa kile ambacho kilichokuwa kinasemwa kwamba Faitoto moja ya vigezo anavyovitaka ni namba, yani kujihakikishia namba. Je, kuondoka kwa Stefan Aziz K inaweza ikawa ni moja ya ushawishi kwa Faitoto kujiunga na miamba ao wa Tanzania bara? Sijui kama Fitoto ametamka wazi hiyo kauli, lakini kama atakuwa ametamka wazi hiyo kauli, nafikiri na yeye pia anaweza akawa na, na changamoto zake, kwa sababu kwenye mpira wa miguu hakuna timu ambayo inatengenezwa tu kwa ajili ya kumlinda mchezaji mmoja, yani kwamba wewe ndio upo tu, yani wewe tutahakikisha tu kwamba wewe ni upo tu, yani muda wote tunacheza. Eh, once day ukiumia, inakuwaje kwao? Yani kwangu mimi, kama inatokea kweli hiyo kauli, kaizungumza kwamba lazima apate namba kwenye kosi cha kwanza naweza nikamuhusisha na wachezaji ambao nilishowahi kuwaona duniani kwenye hizo hizo kind of, of, of weights, yani kwamba kwa maneno kama hayo, na mwisho wa siku walikuja kuleta kitu ambacho ni cha tofauti, kwa sababu alishawahi kutokea tiba kota wakati wamempeleka kwa mkopo wa Atletico Madrid mm. Sasa wakati Pita Cheki anaondoka anadaka ana, ana, ana eh, kigezo cha mm. Kwa... ilikuwa ni kwamba kwa, tulishowahi kumuona Dean Henderson kwa kipindi hicho, ambacho David De Gea wa moto pia na Dean Henderson anataka, ili arudi maniu lazima awe Ikipa, moja. Namba moja na wakati wao walikuwa Sheffield United ni statement ambazo wachezaji wanazitoa, lakini tunakuja tuna ikitokea sasa utu, tukupe namba kwenye kikosi cha kwanza kama haupambani uwanjani tutakuwa tunakupa tu namba hata toku, kama haujishughulishi mazoezi hau hmm. Kwa hizo ni statement yawezekana zinazalishwa na watu wenyewe na sidhani kama Faisal anaweza ka, akaongea kwa hayo maneno kwa sababu kuna wakati siwalishow si kucheza pamoja mm, na Kipinja kuna kipindi ambacho Faith Toto alikuwa akimweka bench alikuwa na, na perform mm. Ni statement ambayo yawezekana ikaa ya maneno mm. Sina uhakika kama fesa anaweza kazungumza hivyo, na kama amezungumza, basi nafikiri anakuwa anajua yeye na halmashauri ya kichwa chake kwamba ni kitu gani ambacho anakuwa anamaanisha, lakini kwangu mimi kama mchezaji nafikiri ni moja wa wachezaji wa daraja la juu sana ambao hata hauhofii kwamba si yupo pakome si yupo chama si yupo nani, lakini Faisal supabu yani, unaona kabisa ni quality ambayo imetumewahi kuwa nayo kwenye nchi hii, ambayo inafanya consistency zaidi ya miaka sita saba na bado yupo kwenye kiwango chake kile kile.